Uhali gani mtazamaji wa GIFT Online TV? Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima. Mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, leo asubuhi amefanya ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa madaraja mawili ya King'ori yanayojengwa katika barabara kuu ya Arusha Moshi na kuridhishwa na kasi na ubora wa ujenzi wa madaraja hayo ambayo ni kiunganisho muhimu kati ya mikoa ya Arusha na Kilimanjaro. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Mheshimiwa Makonda amesema kuwa mradi huo ni sehemu ya jitihada za serikali katika kuboresha miundombinu ya usafiri nchini, hasa maeneo ambayo yamekuwa na changamoto kubwa wakati wa mvua, ambapo serikali imechukua hatua hiyo baada ya wananchi kadhaa kupoteza maisha katika eneo hilo mwaka uliopita kutokana na changamoto za miundombinu hafifu. Na nukuu, serikali ina wajibu wa kulinda maisha ya wa wananchi wake, ndio maana tumetafuta suluhu ya kudumu kwa kujenga daraja imara badala ya makalvati yaliyokuwa yakisababisha madhara, na hii ni hatua kubwa ya maendeleo katika kuhakikisha usalama wa barabara hii muhimu. Mwisho wa kunukuu, amesema mheshimiwa Makonda. Aidha, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuhakikisha miundombinu ya barabara nchini inaboreshwa na kuwa salama wakati wote iwe ni kipindi cha mvua au kiangazi pamoja na kuipongeza Wizara ya Ujenzi na taasisi husika kwa kutekeleza kwa ufanisi maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Hata hivyo, amesisitiza umuhimu wa watumiaji wa barabara kufuata sheria na taratibu za usalama barabarani ili miundombinu hii iweze kudumu kwa muda mrefu, hasa ikizingatiwa kuwa barabara hii inapita magari makubwa ya mizigo na pia hutumiwa na watalii wengi wanaotembelea maeneo ya kitalii ya Kaskazini mwa Tanzania. Na nukuu, natoa wito kwa wananchi kuendelea kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais. Badala ya maneno, tuongeze bidii ya kufanya kazi na kutafuta fedha halali. Hii ndiyo njia ya kweli ya kuleta maendeleo ya kweli kwa taifa letu. Mwisho kunukuu, ameongeza Mheshimiwa Makonda. Mradi huo unatekelezwa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kwa gharama ya shilingi bilioni 4.6 unatarajiwa kukamilika ifikapo Julai 2, 2025. Mwisho wa taarifa hii, usisahau ku subscribe, kulaiki, kushare na ku comment. Asante.